Tabia zinazomnyima mwanamke fursa. Ni kweli umezungukwa na fursa nyingi kila siku, lakini kuna tabia humnyima mwanamke fursa. Namba 3: uzembe na upuuziaji. Kila mwanamke aliyefanikiwa alishinda uzembe na upuuziaji. Unachokipuuza ndicho kitakachokugharimu kesho. Ulichokipuuza ndicho kimepuliza maisha yako. Upuuziaji ni mama wa majanga. Uzembe ni chanzo cha majanga. Ulichokizembea jana ndicho kinachotafuna maisha yako leo. Ukikataa upuuziaji, kuna gharama utalipa kesho. Yoshua kumi na nane tatu Yoshua akawauliza wanawake wa mbingu duniani, hata lini mtakuwa walegevu? Mwanamke, kataa ulegevu, kataa uzembe. Jambo la kufanya leo fanya leo. So fursa ukimbilia watu ambao si wapuuzaji.